Hali ya majonzi iligubika jamaa na marafiki katika makafani ya hospitali ya Naivasha baada ya watu saba kufariki kutokana na ajali katika maeneo ya Longonot barabara ya Naivasha Mai Mahiu kaunti ya Nakuru. Ni accident ilifanyika usiku na waligongana na lori uh, head on collision Akithibitisha ajali hiyo kupitia njemu ya simu OCPD wa Naivasha Anthony Keter amesema kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya gari ya aina ya Toyota Land Cruiser kupita kwa gari jingine kwa kasi na kusababisha trailer na gari la kibinafsi kugongana. Saba hao ni pamoja na baba na vijana wake watatu ambao walikuwa wametoka maombolezi ya jamaa yao eneo la Longonot kabla ya kupatana na ajali hiyo. Wakati walikuwa wanaenda maombolezi, walienda wakiwa wanane mmoja wao hakurudi, haku nao, so walirudi wakiwa watu saba. Kuna wale waliaga hapo hapo, uh, wakabaki watoto wa Mturi, na hao watoto wakapeleka hospitali, ndio asubuhi waka uh, they were announced, wameasha, uh, ata wameaga, kulingana na Alice Wangui ambaye ndadake marehemu wa vijana watatu Watoto watatu waliofariki pia walikuwa kutoka familia moja. Mmoja wao alipoteza watoto wake watatu, so bibi yake ameachwa bila chochote. Bwana yake aliaga na watoto watatu, the rest wameacha familia zao miili hiyo imehifadhiwa katika chumba cha maiti cha Naivasha. Mnamo Juni mwaka jana, watu kumi pia walipoteza maisha katika barabara hiyo baada ya trela kugongana na ana kwa ana na matatu katika eneo la Mai Mahiu, Naivasha, kaunti ya Nakuru. Bentura Kwamboka, K24.